Habari, mpendwa mtazamaji, popote pale ulipo katika ufuatiliaji wako wa channel hii Aisha's Food. Leo nimeweza kualeteni jinsi ya kupika mkate wa mdalasini. Ungana nami hadi mwisho wa video hii. Katika kibakuli cha kiasi nimeweka sukari moja ya tatu kikombe. Nimetumia measuring cups katika kupimia mahitaji yangu yote, ambayo leo nimeweza kwaleteni kupitia hii recipe. Baada hapo Nimeweka mdalasini kijiko kimoja kikubwa cha chakula, kisha nitachanganya kama hivyo ambavyo inaonekana, na nitaweka pembeni kwa ajili ya matumizi. Nitachukua bakuli la kiasi, nitaweka unga wa ngano kama hivyo ambavyo inaonekana. Unga wa ngano nimeweka vikombe viwili, kisha nitaweka sukari kikombe kimoja. Chumvi nimeweka nusu kijiko kidogo cha chai pamoja na baking powder. nimeweka kijiko kimoja kikubwa cha chakula nitachanganya na nitaweka pembeni. nitachukua bakuli nitaweka yai moja kama hivyo na nitaweka maziwa freshi kikombe kimoja na pia nitaweka mafuta ya kupikia moja ya tatu kikombe na nitachanganya kama hivyo. Si lazima kutumia mashine katika kuchanganya, unaweza ukatumia wiski ama ukatumia mwiko katika kuchanganya huu mchanganyiko. Baada ya hapo, nitaweka unga wa ngano ambao niliuchanganya na sukari, chumvi, na baking powder. nitaweka mara mbili kwa awamu tofauti kisha nitachanganya kama hivyo. Kama ni mara yako ya kwanza kuangalia chaneli hii, basi nakusihi ndugu yangu, usisahau kusubscribe, kulike, kukomenti na kushare na marafiki pia. Usisahau kubofya kengele hapo kando, ili uwe wa kwanza kupata notification kila ninapoposti video mpya. Baada ya hapo, nitamalizia ule unga ambao umebakia. Kisha nitaendelea kuchanganya na. Wakati unataka kupika huu mkate, hakikisha unawasha oven lako kwa moto mia moja sabini na tano degree centigrade ama mia tatu hamsini degree Fahrenheit. Na vile vile hakikisha umepakaza sufuria yako ambayo unataka kuwekea huu mchanganyiko wa mkate naipakaza mafuta halafu, unaweza ukanyunyizia na unga wa ngano kiasi, na kisha baada ya hapo uta yani, utaweka sufuria yako yani, utaipiga, utaipigapiga ili ule unga uchanganyike vizuri, yani uwe sawasawa sawa, na hapo itakuwa uko yani, uko tayari. Kwa hiyo hiyo sufuria ndo kama hivyo baada ya kuandaa, kisha baada ya hapo nitamimina ule mchanganyiko ambao nimetoka kuchanganya muda mchache hapo kabla, kisha nita usambaza vizuri ukae sawa, na nitaweka ule mchanganyiko wa sukari na mdalasini kama hivyo ambavyo inaonekana. Nimeweka nusu yake. Baada ya hapo, nitaendelea kwa kuweka ule mchanganyiko mweupe kama hivyo ambavyo inaonekana katika video. Ni muhimu sana, mfano wake ni kama vile ambavyo unatengeneza keki ya mabo. Kwa hiyo utafanya hivyo, kisha baada ya hapo utaweka ule mchanganyiko wa sukari pamoja na mdalasini, unakuwa unaweka tu kiasi kulingana na mchanganyiko wako jinsi ulivyo kwa hiyo, hapo nitamalizia mchanganyiko ule mweupe ambao ulibakia kama hivyo ambavyo inaonekana, na kisha baada ya hapo unaweza ukapitisha na mwiko, yaani ukachorea mistari ama kisu ama hiyo toothpick kubwa. Kwa hiyo hapo iko tayari, nimeenda kubeki kwa muda wa dakika arobaini na tano kwa sekunde hamsini yani, hivyo inakuwa haichukui muda mrefu, lakini hakikisha pindi unapopika ukiweka kijiti ama ukiweka toothpick kitokee kikavu. Hapo ndo utajua kwamba mkate wako uko tayari. Kwa utasubiri upoe kiasi, utaweka katika wire rack kama hivyo, halafu utachukua foili, utaweka huo mkate wako, utasubiri upoe kabisa, utafunika na foili kwa muda wa siku nzima, yaani usiku mzima unakuwa unauacha katika foili kama hivyo. Usiweke mkate wako ukiwa una moto, yaani usiweke katika foili mkate ukiwa una moto, utafanya majimaji na hautokuwa na mwonekano mzuri. Hakikisha umepoa, ndipo ufunike na foili, na unaweza kuweka tu sehemu yoyote, lakini usiweke katika friji. Weka tu katika eneo ambalo ni kavu. Unaweza kuweka katika oven, ama ukaweka, ukaweka katika sahani katika bakuli ukafunika vizuri. Na baada ya siku nzima, yani baada ya usiku mmoja, mkate utaonekana kama hivyo ambavyo unaonekana unaona, yani haujafanya majimaji, ulikuwa tayari umeshapoa, ndipo nikaweka katika foili. Kwa hiyo hapo nitakatakata slices na unaweza kukata yani, kutokana na jinsi ambavyo unataka. Mimi nimependa kukata slices, ndivyo ambavyo imenipendezea lakini unaweza kukata mapande makubwa makubwa vile ambavyo unataka we mwenyewe. Kwa kwahiyo baada ya hapo mkate unakuwa uko tayari kwa kuliwa. Na huu mkate ni mtamu sana mashallah. Unaweza uka, ukatengeneza yani ukanywa chai na asubuhi ama na usiku pia inakuwa ni sawa, na unaweza pia ukatolea kwa maziwa ama kahawa ama chai tu ya rangi. Na mpaka kufikia hapo, nakuwa nimemaliza kupika mkate wa mdalasini. I hope utajaribu hii recipe na utaipenda. Mpaka wakati mwingine, nawatakieni siku njema, nawapendeni sana. Usiache kuniandikia comment hapo chini, unataka kujifundisha upishi wa chakula gani, nami nitaweza kuleta kama ambayo inatakikana. Mpaka wakati mwingine, bye, bye.